Tumekuja kuona kazi inayofanywa na serikali na hii kazi ni ya wananchi, kwa kuwa maendeleo haya ni ya wananchi. Na mimi hapa huwa spendi kuja mara kwa mara, kwa sababu wanataka kuwapa nafasi watu wafanye kazi. Shukrani zangu kwa viongozi wote chini ya Daktari Samia kwa kuiona Arusha inafaa kuwa sehemu ya michezo, na michezo imetafasiliwa kwa muda mrefu kuwa ni jambo la burudani, lakini kwa Makonda michezo ni uchumi, na sisi tumeamua kama mkoa kuitafakari kazi kwa upana wake, ya kwamba kila jambo tuliangalie katika jicho la uchumi. Watu watakaokuja hapa Arusha kuangalia mpira hawaji na vitanda vya nyumbani kwao, hawaji na nyumba zao na hata kama magari watatumia kwao, lakini mafuta, hawatakuwa na kiwanda cha kuzalisha mafuta ya petroli au diesel, hawatabeba wali na nyama kutoka huko kuja nayo hapa. Maanake wakija hapa, watakula chakula chetu, watalala kwenye nyumba zetu, watajaza mafuta kwenye vituo vyetu. Huo mzunguko wote ndio ambao tunaotazama kama mkoa, ndio uchumi wenyewe kwa hiyo hata baada ya ujenzi wa jengo hili, uwanja huu na fasiliti zake zote, maana yake sasa itakuwa kazi kubwa ya kuhakikisha mkoa wa Arusha unavutia mashindano mbalimbali yenye kuwaleta watu katika mkoa wetu, ili wenye hoteli, wanaouza mboga mboga pale soko la Mlombo au pale Kilombero, wanaolima kule mpunga kule Magugu, wapate wateja, wauze, maisha yaendelee tukitazama katika jicho hilo tutaona thamani ya uwekezaji uliofanywa na daktari samia kwenye mkoa wetu tukitazama kama majengo tu ya nondo simenti baada ya hapo tutasema biashara zenyewe haziendelei ujenzi umeisha mwisho wa ujenzi wa uwanja ndio mwanzo wa biashara ya uwanja mkoa wetu tuna ndoto ya kufanya kuwa mkoa wa kimataifa. Ni makao makuu ya Afrika Mashariki sawa, lakini tunataka iwe ni mkoa ambao, ukitazama Arusha, ukatazama hata New York City pale, ukatazama pale na Paris, ukaangalia kule Canada na Toronto, uone na sisi tunafanana nao. Tukiamua kubadilika namna ya kufikiri, hakuna nchi bora duniani kama Tanzania. Tunataka vijana wa Tanzania kila mwenye kipaji atumie kipaji chake atengeneze pesa.